Kuwapokea uh, Taifa Stars wananchi wamejitokeza, maniseme uh, Watanzania na naamini wenyewe wameona kwamba watu wanawathamini leo. Mpaka mascot nimeziona leo babu par yeah. Tumezoea kuziona zile mascot mara nyingi kwenye ligi za Ulaya, ligi za Ulaya, hmm. Lakini leo zilikuwepo yeah. Inawapa ina, ina, ina deni wa wachezaji, lakini kuonyeshwa kwamba watu wanathamini kile ambacho wanakifanya, ndio na siku zote kwenye mchezo wa mpira wa miguu Uh, wachezaji wakishaona uwepo wa mashabiki huwa inaamsha ile ile hali ya kujituma, hali ya kupambana, kuona kwamba wanadeni ambalo wanatakiwa walipe wale mashabiki, kwa sababu ukiangalia mfano kama siku ya leo Taifa Stars wanawasili katika uwanja wa Julius Kambarage Nyerere pale Terminal 3 Uwa ile kundi la watu au wa mashabiki wa Tanzania na wasio wa Tanzania, lakini yote, yoyote yule ambaye ikajitokeza kwa ajili ya kwenda kuisapoti kwa maana ya kuwalaki, kuwapokea wamejiona ni mashujaa japokuwa, hawakwenda hawajachukua kikombe, hawajarudi na medali, lakini wameona kwamba walichokuwa wanakifanya, nyuma yao ilikuwepo nguvu kubwa ambayo ilikuwa inawasapoti, ilikuwepo nguvu kubwa ambayo ilikuwa inaamini wanaweza wakafanya kitu kikubwa tofauti na hiki walichokifanya, au sawa na hiki walichokifanya. Kwa sababu chenye ambacho kimefanyika kilikuwa ni kitu kikubwa, imeingia kwenye historia, kwenye vitabu vya historia ambavyo vitaandikwa sasa kwa muhuri wa moto juu ya mao Haijawahi kutokea, wao wameifanikisha, imetokea. Kwa hiyo uh, hii ilikuwa inaonyesha ni namna gani hizi pande mbili zinafanya kitu ambacho, uh, kina mlengo mmoja. Inaonyesha namna gani hizi pande mbili, kwa maana ya upande wa wachezaji wenyewe Taifa Stars, lakini upande wa mashabiki na watu wote ambao walijitokeza, uh, siku ya leo na wale ambao hawajajitokeza, lakini walikuwa wakiombea dua Taifa Stars, inaonyesha kama ni wajenzi ambao wanajenga nyumba moja, ambao wanategemea siku moja ije kukamilika. Kwa hiyo ni kitu kizuri kukiona kinatokea kwenye taifa kama la Tanzania ambalo bado linatajwa kama taifa changa kwenye upande wa mchezo wa mpira wa miguu ukilinganisha na mataifa mengine yalivyo. Musa amezungumzia kuhusiana na maskoti a, maskoti ni kitu ambacho kinaonekana ni kigeni kwenye taifa letu la Tanzania, kwa sababu hatuna mazoea ya kufanya hivyo zimekuwepo maskoti ambazo zinatumika lakini anakuwa sio vicho kwa maana sio e, e, si vitu ambavyo ni dhania zinakuwa za uhalisia. Ambazo tumeona wapo mashabiki wa Yanga ambao wamekuwa wakijichora kwa mfano wa maskoti, wapo mashabiki wa Simba, Azam na baadhi ya virabu, lakini maskoti ya timu ya taifa hatujawahi kuiona, au wengi hatuna mazoea ya kuona vitu vya namna hiyo. Tumezoea kuviona kwenye nchi za wenzetu, kwa maana ya barani Amerika kule, barani Ulaya, barani Asia vimekuwa ni vitu vya kawaida ambavyo vimezoeleka sasa hivi, kuanzia ngazi ya vilabu lakini mpaka ngazi za daraja mm. la mataifa. Leo hichi kitu kinaonekana mascot wakiwa nayo Taifa Stars, mascot upande wa mashabiki, hii inakuonyesha nini? Tayari tuna nembo yetu asilia mm. au halisi ambayo sisi tunaweza ikasimama yenyewe peke yake pasipo kutolewa maelezo na ikaweza kutoa definition au maana halisi mm. kwamba hii ni Taifa Stars, kama ambavyo unaona baadhi ya timu Moroko wakilisimamisha lile simba lao pale, bila hata kutoa maelezo, unakuwa unajua hii ni nembo ya timu ya taifa ya Moroko. Misri wakisimamisha lile sanamu la la la tembo bila kutoa maelezo, ukishauona mpira na tembo pale, moja kwa moja ina inaku, kuashiria au inakutolea maana ambayo uhitaji kuielezea kwa zaidi. Sisi kwa upande wa Tanzania ilichelewa kufika, lakini ndo tayari imefika. mm -hmm. Tumeiona kwa siku ya leo na... kwa hiyo ni kitu kikubwa, ni mabadiliko ambayo, mm. ukiangalia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa udogo wake, lakini yanaonekana ni madogo, lakini ni step kubwa ambayo tumepiga ambavyo tunaendelea kwenye kwenye hili soka <tune>